Sana. Habari za asubuhi. Uh, awali ya yote niwashukuru sana kwa kufika, lakini pili sichukue muda mwingi ali niende moja kwa moja kwenye jambo la msingi. Yanga Soccer School uh, itakuwa na ada na ada yake ni nafuu, ni shilingi laki sita kwa mwezi wa kwanza na hiyo laki sita imebeba shilingi elfu hamsini ya fomu ya, ya usajili, imebeba laki na hamsini ya vifaa ambavyo tutampatia mtoto vifaa. Anazungumzia jezi zote tatu za Young Africans za msimu huu ambavyo ndio sare zetu tutakazokuwa tunatumia, lakini pia ada ya mafunzo shilingi laki nne. Baada ya kulipia laki sita mzazi utakuwa unalipia shilingi laki nne kila mwezi, na akilipa uh, kwa mkupuo labda miezi sita tunakuwa tuna discount. Lakini pili, mahali ambapo Yanga Soccer School itakuwa inafanya shughuli zake tutakuwa tunatumia Muhimbili Cricket Park, pale kuna viwanja vya Speed Sports karibu kabisa na shule ya Tambaza, barabara ya Umoja wa Mataifa, United Nations Road na hii ni kwa kategori zote za umri ambazo zimetajwa kuanzia chini ya miaka 13 11 ni pia 15. Na wapi fomu zinapatikana? Fomu zinapatikana hapa makao makuu ya club, Jangwani, katika ofisi ya mashindano, lakini pia ofisi ya ufundi. Fomu hizo zitakuwa zinapatikana muda mchache kuanzia leo. Pili, tutakuwa na mratibu wetu ambaye kama mzazi anahitaji kupata mawasiliano yake, taratibu za kujiunga, anaitwa Matilda na naomba nitaje namba yake hapa. Namba yake ni 0673 068 839, naomba nirudie hiyo 0673 68839. Huyu bibia ndiye mratibu wetu na atakuwepo muda wote kukusaidia mzazi kufahamu ukubwa wa Yanga Soccer School gharama zake. Kama hapa kuna jambo limekupita kidogo, mratibu wetu yuko anapatikana masaa ishirini na nne unaweza ukampigia katika hiyo namba niliyoitaja na yeye atakupa mwongozo na taratibu zingine zote ambazo utazihitaji kuzifahamu. Na uzinduzi tutazindua tarehe kumi na tano mwezi huu wa kumi na moja ya hivyo hivyo vya uh, Muhimbili Cricket Park Speed Sports pale uh, United Nations Road kuanzia saa tatu asubuhi Jumamosi hii kuanzia saa tatu asubuhi mm -hmm. Kwa hiyo nyote mnakaribishwa sana mfike mjionee hiki kinachozungumzwa ndio uhalisia wa mambo. Asante sana.